Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. Eh, ama kwa hakika e, ndugu yenu ustadhi Misigaro e, maarufu Dr. Misigaro e, ambaye napatikanika e, Abiola. Ndugu zangu e, leo nimependa e, niandae kipindi rasmi kabisa e, kwa ajili ya kuzungumzia wagonjwa rasmi wanaosumbuliwa na pressure. Ndugu zangu Presha ni tatizo ambalo ni la hatari. Presha ni tatizo ambalo, endapo kama mwanadamu atakuwa na tatizo la presha, basi maisha yake yote, yeye na dawa, yeye na vidonge, mpaka mwisho wa uhai wake, aidha mwisho wa kuto kutumia vidonge, bimaana ni umauti. Ndugu zangu eh, tatizo la presha ni tatizo kubwa, ni tatizo pana, tatizo tete, kama nilivyokwisha kuzungumza, lakini pia ifahamike kwamba mwanadamu yoyote hapa, naomba uwe makini ndugu yangu unayenisikiliza. Mwanadamu yeyote mwenye kusumbuliwa na presha lazima atambue kwamba tatizo la presha limezalishwa kwenye moyo, lazima ili niliweke wazi na nilibainishe. Na ndio maana unajikuta kwamba mgonjwa yoyote anayesumbuliwa na presha hawezi kutumia dawa akaambiwa kwamba presha yake imeisha iko kitu akipo. Ndugu zangu, kama nilivyozungumza, tatizo la presha ni tatizo ambalo linaanzia kwenye moyo, na tatizo lenyewe liloko kwenye moyo ni ima moyo kuwa mpana, bi maana moyo kutanuka, aidha moyo kuwa na koresto katika moyo, aidha mishipa ya moyo ya kupitisha damu ina shida. Sasa vyovyote itakavyokuwa kwa tatizo lolote li atakalokuwa nalo mwanadamu basi ndilo litakalompelekea sababu nzima ya kuteseka na kupata na presha. Sasa mimi natibia chanzo cha presha ambacho vyanzo vya presha nimeshavielezea kwao. Mimi utakapokuwa umenikimbilia, umeniona na kupatia tiba ambayo ni tiba sahihi ya kuondoa tatizo linalokusababishia wewe presha, na insha Allah kwa uwezo wa Allah utabaki unasikia pesha kwa ndugu yako ila kwa jilani ambaye hajanikimbilia mimi ustadhi misigaro kumbuka napatikanika Abiola Napatikanika Abiola, nambari za simu ni hizo hapo zinazopita hapo chini ni 0719878830, ama nyingine ni 0757607712, na namba yangu ya mwisho ni ya Airtel 0787200246. E, ndugu zangu, ifahamike kwamba tafiti e, nina, ninazozizungumzia kwamba mimi Ustadhi Misigaro ni mtu ambaye nimejikita sana katika kutafiti miti asili, kutumia miti shamba kuwa sehemu ya tiba kwa wanadamu wenzangu, ifahamike kwamba sio kwamba mimi Ustadhi Misigaro ndo naanza hapana. Ni tafiti ambazo nimeshazifanya ndani ya miaka mingi na naendelea kuzifanya, kwa kuwa sijatosheka, kwa sababu sija. Kuna maradhi mapya, kuna maradhi mageni, kuna maradhi ambayo mpaka leo hii unajikuta hata mtu akiyasikia ndo bismilahi, sikio lake linasikia sasa tafiti nilioifanya mimi e, ndani ya tafiti nilizozizungumzia e, katika kutibia presha ambacho chanzo chake ni kwenye moyo ndani ya ile miti saba si kwamba ndio nimeifanyia sasa, hapana, ifahamike hivyo. Lakini pia napenda kuweka wazi, ni tafiti ambazo nimetoka nazo kwa muda mrefu na tayari watu wamekwisha nufaika nazo. Kuna watu mpaka leo hii hata wao wenyewe ni mashuhuda, wameshatoa ushuhuda wao, lakini pia wameshamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kunikimbilia na mpaka leo hii hawateseki tena na maswala mazima ya presha. Kwayo ifahamike hivyo kwamba kuna watu ambao tayari wamekwisha nikimbilia tena zaidi ya zaidi ya maelfu ya watu, lakini pia hata hivi leo hii uliweka ili wazi katika jamii ni baada ya wao kuona manufaa na kuniomba, ustadhi Misigaro, ni kweli sisi tumekukimbilia, lakini katika kukimbilia ni katika kuelekezwa na watu, lakini pia tumekuta kugundua kwamba wewe huna tangazo, jamii haijui, na kuna watu leo hii hata simu hawana na kama wana simu sio hizi kubwa. Je, watapataje taarifa kwao? tunakuomba ustadhi Misigaro, kwa sababu tafiti zako ni kweli, unachozungumza ni sahihi na watu tumenufaika, sasa tunataka watu wengi wakujue na waweze kuepukana na hili tatizo, kwa sababu hili tatizo limeonekanika ni kama janga, ni kama janga kiukweli, ni hivyo duniani, ni kama janga. Hii ni rai ambayo napewa mimi na wagonjwa walionikimbilia eh. Leo hii baada ya kuona matunda na kuona watu wanasaidika kwa dawa ya pesha mchanganyo wake ambao ni miti saba basi, wakaniomba mimi Ustadhi Misigaro, basi niweze kulifikisha ili kijamii na ndio leo hii nimeamua kuliweka wazi, ina maana dunia nzima wajue. Mimi Ustadhi Misigaro, ile tiba ya kuondosha presha, sio kutuliza presha wala sio kupoza presha. Formula ya miti saba yenye kutokomeza presha kwa mwanadamu. Hivyo basi nikimbilie ndugu yangu, na wewe uweze kunufaika na kuepuka na tatizo la kuteseka kwa miaka mingi, miaka ambayo itakuchukulia umri mzima wa maisha yako kuteseka na presha. Sasa mimi ustadhi Misigaro ndiyo mwisho wa kuumwa presha, aidha wa kuteseka na presha. Kwao nikimbilie ili na wewe uweze kuwa tena shuhuda kama wenzio walivyokuwa mashuhuda kwa watu, na japo wananiletea watu, lakini bado na wenyewe, ili waridhike, ni hili waliloniomba, na leo nimelitekeleza. Na insha Allah, popote uliopo, uwe ndani ya nchi hii ya Tanzania, uwe nje ya nchi ya Tanzania, basi nifike mimi ustadhi Misigaro, nipigie namba zangu, ni hizo hapo chini zinapita. Basi insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nikikupatia asbabu hiyo, basi wewe na presha ndiyo bye, bye. Asanteni sana kwa kunisikiliza.